Acha kujua vitu ambazo hazikuruhusu mm. Vitu ambazo haziwezi kusaidia leo. Leo hizo ni za nini? Leo Devi alipiga kiboni viba, siku moja sukujipike hiyo viba uko na sauti nzuri kuliko aerozamao siku moja sukuje ufanye hiyo kazi. Aha, yule mtu ambaye hajue kile kinachomuleta kanisani, yule mtu ambaye hana kusuti nzuri ya kumtumikia Mungu, yule mtu ambaye hajue muto wake kazi ya Mungu itasonga yeye. Anaangalia tu vitu nimekwaza ambavyo hatueleweki. Kuna mtu amen. Tumikie Mungu tukiwa na nia nzuri

Nehemia, soma ngapi? Nehemia wani, Nehemia moja, wani manike, nasema habari za Nehemia, habari za Nehemia mwana wa Hakalia mwana wa Hakalia, ikawa katika mwezi wa Kisleu, ulikuwa mwezi wa Kisleu, mwaka wa ishirini, mwaka wa ishirini, nilipokuwapo hapo, Shushani ngomeni, nilikuwa hapo hapo Shushani ngomeni. Ngomeni. Mstari wa 2. Yes. Anani mmoja wa ndugu zangu. Anani moja wa ndugu zangu akanijia. Akanijia. Yeye na watu wengine waliotoka Yuda. Yeye na watu wengine waliotoka Yuda. Nami nikawauliza. Nami nikauliza habari za kaniambia watu wa uhamisho, watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile, katika ule ule, wamo katika hali ya dhiki, wako katika hali ya dhiki nyingi na mashtumo tena, ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa na moto. Barikiwa, amen. Mtu ambaye ako na nia nzuri ya kumtumikia Mungu kitu ya kwanza ni kujua jinsi kazi ya Mungu inaweza kuwa nzuri. Haleluya, tumesoma katika kitabu ya Nehemia. Nehemia huyu, Biblia inasema ya kwamba ilikuwa mwezi wa Kiseleu. Wale wasomaji wa Biblia wanasema mwezi huu wa Kiseleu ni katikati ya mwezi wa Novemba na Desemba, wanasikia. Amen. Ilikuwa katika mwezi huo. Sasa Nehemia, yeye alikuwa alikuwa anafanya kazi kwa wafalme, kwa mfalme. Siku moja akauona mtu ambaye anaitwa Hanania anakuja. Kitu cha kwanza alimuuliza alimuuliza habari kuhusu Yerusalemu. Haleluya, haleluya. Kitu cha kwanza alimuuliza alimuuliza habari ya watu wa Yerusalemu. Ah, yes. Bwana sifiwe. Akamuuliza yeah. Hali wanapitia Bwana sifiwe. Amen. Yeah. Wakati alipomuuliza siku moja Mungu akinijalia nitawafundisha kuhusu ya majina, lakini jina ya Hakalia, ambaye ni baba wa wa Nehemia, ni jina linamaanisha kusubiri. Unanielewa, kusubiri. huyu Hanani